Vitu gani ambavyo vinafanya uweze kuuza bidhaa au huduma yako kwa urahisi sana? Tafiti nyingi sana zimefanyika na kuna mambo takribani matano ambayo yanaweza akakusaidia kuuza bidhaa zako kwa haraka kuliko watu wengine, na bidhaa zako kutakiwa zaidi kuliko ambazo zinatakiwa za watu wengine ambao wanauza bidhaa kama za kwako. Cha kwanza kabisa ni ubora quality, kwa neno la Kiingereza. Ubora huwa unavutia wateja sana. Ubora huwa pia unajitangaza. Ubora unafanya reference yenyewe kwa yenyewe. Unapouza bidhaa yoyote ile, swala la kwanza nataka kujiuliza ni ubora wa bidhaa yako ukoje? Bidhaa inapokuwa bora inasababisha mtu anayetumia aiseme mara kwa mara. Anapoisema mara kwa mara, maanake anaitangaza kwa watu wengi, lakini pia anafanya recommendation. Kumbuka watu wengi wanapotaka kununua bidhaa, hata wewe ukitaka kununua bidhaa, mara nyingi unauliza watu wako wa karibu, aidha ndugu, rafiki, kwenye familia yako, utauliza hivi, ninunue bidhaa namna gani? Sasa watu waliotumia ile bidhaa na wakaiona bora watakuambia, watakuambia hii bwana, atumia hii usitumie. Hata wewe umeshao kuambiwa kwamba bidhaa hii anaachana nayo usitumie hii ndio nzuri zaidi. Kwa ubora wa bidhaa, kwa unapouza bidhaa yako yote, hakikisha kwamba unatoa katika kiwango cha ubora sana kwenye kila bidhaa ulionayo au kwenye kila huduma unayotoa kuna vigezo vya ubora. Hebu jaribu kufikiria kwenye huduma na bidhaa yako, vigezo gani vitatu ambavyo wateja wanavitumia kama sehemu ya ubora? Ukishavijua vigezo vitatu, focus hapo, weka nguvu hapo kutengeneza ubora wako kwenye eneo husika. Jambo la pili ambalo watu linawafanya wanunue bidhaa kutoka kwako, naweza kusaidia kuuza ni bei ya bidhaa. Mara nyingi sana watu wanataka ku save pesa, ndio maana mara nyingi ukitoa promotion ukasema kuna punguzo la bei la asilimia kumi, kuna punguzo la bei la asilimia kumi na tano, la asilimia ishirini, watu wanakimbia sana kwenda kununua, hata wale ambao wajawekaga bajeti wanataka kununua kwa. Mara nyingi watu wanaponunua bidhaa, mara nyingi wanaangalia katika mtazamo wa ku save pesa, wa kutumia pesa kidogo, lakini wapate faida kubwa, kwa sababu mteja siku zote anataka ajione ameshinda, ya kwamba ametumia hela kidogo lakini amepata faida kubwa. Lakini bei ni kigezo cha muhimu sana kwenye kumfanya mteja mtejanu. Hata wewe ni shahidi kwamba kuna maeneo unatoka mbali unaenda sehemu mbali zaidi kwenda kununua kwa sababu ya bei. Jambo la tatu ambalo uh, unaweza ukalitumia katika kuuza bidhaa yako ni packaging. Namna gani umeipakeji bidhaa yako? Muonekano wa bidhaa yako. Kuna watu wengi sana kwa sababu tu ya ubora wa muonekano wa bidhaa wanauza zaidi kuliko wale ambao muonekano wao sio mzuri. Kwao unapouza bidhaa yako ni vizuri sana ujiulize, hivi packaging yangu nawezaje kuboresha? Nawezaje mtu akiona bidhaa yangu aone kabisa kwamba i say, kweli hii bidhaa niko tayari kujitoa kununua kwa bei yote ambayo nitauziwa. Kwao unapofanya hivyo inakusaidia sana kumfanya mtu afanye maamuzi ya haraka. Kumbuka kuna competition, kuna Mashindano. Kuna ushindani kule sokoni wa kila aina, kila mtu anataka kupenyeza bidhaa yake. Hasa bidhaa yako inapoonekana kwa haraka kwa sababu umepackage vizuri, inakuwa ni rahisi sana kwa mtu kuinunua kwa haraka zaidi. Kwa hiyo jiulize, nawezaje kupackage bidhaa yangu? Kama unafanya huduma, maana ni muonekano wa eneo lako ambao unafanyia, eh, unafanyia biashara yako, huduma yako, muonekano ukoje? Mtu anapokuja anajisikia ni sehemu ya, eh, ya hali ya juu sana anajisikia sehemu nzuri zaidi au inakuwaje? Lakini ya nne ni kwamba urahisi wa upatikanaji wa bidhaa yako nyingi na taasisi nyingi, eh, watu wengi wanauza bidhaa wanafanya kitu kinaitwa delivery wanajaribu kurahisisha upatikanaji. Urahisi wa upatikanaji wa bidhaa yako unasababisha watu waone ni afadhali kununua kwako kuliko kununua kwa mtu ambaye kuipata bidhaa yake ni changamoto kubwa sana. Hata wewe inawezekana kuna wakati umeshafikia hatua ulikuwa unataka bidhaa fulani alafu ukaitafuta kuona, eh, procedure ile ile mikakati ya kuipata ule utaratibu wa kupata ni mgumu sana mpaka unakukatisha tamaa. Kwa hiyo jaribu kufanya namna gani bidhaa yako iwe inapatikana kwa urahisi kadri inakuwa rahisi kupatikana kuwafikia watu, manakeze, channels of distribution. Namna gani unaisambaza itakuwa rahisi watu kuinunua kwa wingi zaidi. Kwa nini watu wengi wanatumia ice cream za Baresa, e, wananunua sana kwa sababu zinapatikana kwa urahisi sana. Yani, kwa barabara ukienda unazo, mtaani ukienda unazo. Kule urahisi wa upatikanaji unasaidia pia kumfanya mtu afanye maamuzi ya haraka. Na cha mwisho ni social proof. Social proof ni kwamba ni watu wangapi ambao wametumia bidhaa yako na wakaona bidhaa yako inafaa ni muhimu sana, ndio maana unakuta watu wengi wakitangaza bidhaa, wanawatumia watu, wanawatumia wasanii, wanawatumia watu maarufu. Wanachojaribu wanatumia... kufanya pale ni kutengeneza social proof kwamba kama huyu mtu maarufu ameona bidhaa ni nzuri eh? Na mimi pia na wewe pia unaweza ukaitumia. Kwa hiyo wanawalipa pesa nyingi ili kuwapa ile social proof. Sasa wewe inawezekana hauna uwezo pengine wa kuwalipa wasanii wakubwa zaidi. Lakini unaweza ukaonyesha uh, ubora wa bidhaa yako kwenye matumizi. Kama nimeona watu wengi wakitumia zile labda bidhaa za uzito au za ngozi kuondoa matatizo ya ngozi na kuonyesha mtu alivyokuwa kabla na baadaye amekuaje. Matafsiri yake wanachofanya pale ni kutengeneza social proof. Wakati mwingine anatumia tu mtu fulani ambaye anafahamiana naye, ambaye ana na, na, na, na ushawishi wa aina fulani, unakuta anamwambia recommend kuhusiana na bidhaa yake. Kwa hiyo hivyo vyote vina ni social proof kuonyesha kwamba kuna watu wameitumia na imewapa matokeo. Unajua, kuuza zaidi ni ujuzi ambao upo katika swala zima la mauzo, na kuna njia nyingi unaweza ukatumia, lakini leo nikitaka nikuambie njia nne ambazo unaweza ukazitumia kumshawishi mteja anunue bidhaa au atumie huduma yako. Na watu wote ambao nimewafundisha njia hizi, walipojaribu kuzifanyia kazi ziliwaletea matokeo, na unaweza ukaangalia ipi kati ya hizi ambazo zinaweza kukufaa sana. Ya kwanza kabisa tunaita Discount. Hii imezoeleka sana, tunaita punguzo la bei. Unachoweza kuamua kufanya ni kutoa punguzo la bei kwa bidhaa zako e, umeshasikia watu wanasemaga jamaa anafanya sell e, watu wengi wanahitaga sell. Lakini kinachotokea pale ni kwamba unafanya punguzo la bei, na kikubwa cha kuelewa ni kwamba punguzo la bei sio lazima liyo kubwa sana. Unaweza ukapunguza asilimia kumi, unaweza ukapunguza asilimia tano asimio ile lakini ukishaweka tupunguza la bei, kisaikolojia mteja anaona kama vile atafaidika zaidi kuliko ambavyo aliyokufaidika kufaidika hapo kabla. Kwa njia ya kwanza kabisa ni kufanya discount na mara nyingine hii discount ni swala la kisaikolojia zaidi, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye anajua yu hiyo bidhaa wakati mwingine ilikuwa mwingine ilikuwa inauzwa kiasi gani. Kwao unapoweka discount yako eh, sisemi kwamba uidanganye, lakini weka discount ya halisi kabisa, lakini mara nyingi watu wana, wako tayari kutembea hata umbali mrefu kwa ajili ya discount ndogo sana. Ndio maana watu wengi ukuta watu wengi wakiuza kwa discount inawasaidia sana kuuza kwa haraka. Kwa hiyo jitahidi, unaweza kaangalia kama hii inaweka kwako kuitumia. Njia ya pili unaweza kuitumia tunaita Product or service bundle. Product or service bundle ni kwamba unaziuza bidhaa zaidi ya moja kwenye kifurushi kimoja. Uh, kwa mfano wewe kama unatumia mitandao ya simu utakuja kuona kwamba wanazi wanaita bando. Unakuta ile bando ina labda ina MB za internet, ina idadi ya message ina muda pia wa kupiga simu. Sasa ndio naita bando hasa, na wewe pia kwenye biashara yako unaweza kaangalia, je, kwa nature biashara yako unaweza ukatoa service bando yani au product bando yani, maana yake unauza bidhaa fulani nyingi kwa pamoja kwa bei moja, kwa mtu anaona kama vile amefaidika kupata vitu vingi sana. Na mara nyingi kwenye hii eh, inashauriwa zaidi utumie bidhaa ambazo tunazita ni complementary product eh, eh, bidhaa ambazo zinategemeana ili zikufanya kazi. Kwa mfano mtu akiuza dawa ya meno na mswaki, akiuza mashine ya kunyolea na kiwembe, hizo tunazita complementary product, kwamba ni bidhaa ambazo ili upate moja eh, ili utumie nyingine na ile nyingine pia unakuwa unahitaji eh. Kwa mtu labda anauza TV, anauza na kitu fulani na deki na vitu kama hivyo, kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nazungumza. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwenye bidhaa zako na huduma zako, je unaweza ukatumia product bundle eh, anaweza kusema service bundle, lakini ya tatu unaweza kuitumia tunazita ni basic psychology Eh, psychological pricing. Psychological pricing ni kwamba unaweza ukaamua kuweka aina fulani ya bei ambayo inawezekana eh, ungeweza kuweka kubwa zaidi ya hiyo, utakuwa unapoteza hela ndogo sana eh, kama dola moja au shilingi moja. Kwa mfano badala ya kuuza kitu 10,000 eh, umeshakona madukani eh, wanauza 9999. Hii tunaita psychological pricing au kitu. Na hii inasaidia sana. Wewe unaweza ukaona kama ni kitu cha kawaida, lakini saikolojia, kwa sababu hapa mtu anakuwa anaona, uh, anaona kama vile ananunua kitu kwa shilingi 9000 badala ya kununua kwa shilingi elfu kumi, lakini ukweli kwamba ni shilingi moja tu ndio ambayo imepungua. Kwa hiyo hiyo ni psychological pricing, au wakati mwingine kwenye psychological pricing unatumia bidhaa eh, mbili. Kwa mfano, eh, umeshawahi kuona kwamba anasema ukinunua kitu hichi tutakupatia na kitu fulani hiyo ni psychological pricing, kwamba mtu anajua kabisa vile vitu eh, ile bei aliyokutajia, kwa mfano labda anakuambia ukinunua hichi kitu 2020 lakini ukinunua hichi kimoja nitakupa ntakupa bonus na cha pili, lakini ukweli ni kwamba katika hii bei yeye ameshajumlisha na ile bidhaa ya pili. Hiyo pia ni psychological pricing, au wakati mwingine kwenye size utakuwa umeona, kwa mfano kwenye maji au kwenye soda wanatumia sana kwamba labda soda ikiwa milimita eh, labda let's say Eh, milimita mia mbili anakuzia shilingi mia tatu. Lakini, ikiwa milimita mia nne, yake, hapa, ya milimita ambayo ni mara mbili unategemea iuzwe sasa hii tunaita anakushawishi kisaikolojia kufanya maamuzi na njia ya nne ni kufanya kitu kinaitwa bei za msimu au sasa na price unaweza ukaitumia kwenye njia mbalimbali, kwa mfano siku ya birthday yako mwenyewe au birthday au anniversary ya duka lako imetimiza mwaka mmoja, au ofisi yako imetimiza miezi mitatu, vitu kama hivyo. Unaweza sasa, kwa hiyo price, unatoa labda punguzo la bei, vitu vinofanana na hivyo, au unaweza ukatumia siku kuu za kitaifa. Kwa mfano hapa kwetu eh, siku ya uhuru unaweza ukaitumia, siku ya muungano unaweza ukatumia, siku labda eh, yoyote ambayo unaona ni siku ya kitaifa ambayo tunasherehekea eh, unasema mimi bwana, naitumia sasa, unajaribu kuiwanisha na biashara unayofanya na unatoa ofa yako, au unaweza kutumia eh, siku kuu za kimataifa. Eh, kwa mfano Christmas, eh, mwaka mpya ambazo zinafanyika mataifa yote, ukafanya Eid al Fitri, ukaangalia Mei Mosi ni sikukuu ambazo ziko eh, mataifa yote siku, eh, siku ya mwanamke duniani, siku ya mtoto duniani, ukatoa punguzo fulani la bei kulingana na, na ile uh, sikukuu ambayo ipo au ukatumia hobi Yeah, kwenye hii season pricing, kwamba bei za msimu. Ukatumia hobby tu kwamba timu yangu bana, mimi mshabiki labda wa, wa Liverpool leo imechukua kombe ndani ya masaa 24 nitatoa e, nitatoa nitatoa punguza nafan. Mimi mshabiki siu wa yanga wa simba leo kimetokea kitu fulani nitafanya kitu kwa hiyo, hiyo unaitumia iko, ni kigezo tu tunajaribu kukitumia kwa nyuma ku drive sales, na huwa inasaidia sana ni muda wa kuchukua nafasi yako, tuka meza ya HW tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno na dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi.